Tunashukuru sana, tunashukuru kwa mapokezi . Ekipe ambayo tumekuja nao wanaweza simama mwa pepe tu kwenye wanasimama, ekipe ya Provence ambayo tumekuja nao. Asante, ashangilie kamarade Anderson. Ameongea presque yote, ujumbe yote.

Liwali wa jimbo anatutumana makata mbalimbali mbali, mbali mbali, na mitaa mbalimbali kusudi tukuja kuzungumuza na nyinyi. Hatufikaki hapa na nashefa hapo, hatufikaki hapa tu baraza, hatuwezi fika hapa baraza au tufike fasi fulani baraza, kuna mpango kuzungumuza na nyinyi, tujue mnahitaji nini population inahitaji nini? Kuongozi wetu ni mudialoge. Nimesikia baba mmoja alisema kama walimnyang'anyaka telefone, siwe walifanyaka nini. Iko hapa karibu eh, iko pale, tutakuwa na muda. Tunapenda turekorte makazi yenyewe zibafurahisha, tuzilee liwali wa jimbo. Kama tumesimama hapa, liwali wa jimbo ametutumana tukuje, tuzungumuze na nyinyi.

kusudi wakipata shida waende waku viongozi wao waende kuate wamulilie, solusion patikane. Mmekuwa disperse, hamutajua jinsi ya kuna, mko ba va kusalode kwafir, mshunge mwende muone mwa administrateur au kiongozi wenu wa direct, mpatie ile malalamiko. Sisi tumekuja kuwakomboa, hatuwezi kuwanyanyasa. Ulikuwa fenomene ya rei deso antu kaweshaukatia maji kusuti wakulipie, unaona, labudi wapia uza hii nyumba. Ilikuwa na deni wanaita maariere zama 5 mile 1 milio pana kuambia mbele tukurudishe maji inalomba ulipe ulipozile maariere. Uongozi wa chama ulisema ariere zote za kutoka mu Kongo itwe Kongo 1960 mpaka 2024 zote ilisha zitosha, mikosha zilipo tena. Hiyo ni matamshi ya liwali wa jimbo hiyo. Nilikuwa napana pana presizo kidogo kuhusu hotuba ya chef de groupement sasa. Liwali wa jimbo ametumana na mesaje tatu, ya kwanza ni kuhusu kuishi pamoja na kwa umoja, ubaguzi ulitufikisha mbali

na watu ambao mulima pude 45b ukikamata kapitali akidogo, ya kidogo ya 1000 dolare, nampati namwambia, anza ka uchuruzi ukimeovala peem utakutana na 1000 dola isha, ishaisha aishaingia mumadeni. Lakini kuna watu wengine ukimpatia meme 500 dolare après em atakuonyesha hata 1500 tunajua kwamba populasion hapa Turunga muku wachuruzi sana, wakikupatia 500, dola 1000 dolari utaweza kabisa kuchuruza. Nikisema hivi, wanande mtu samu nande, ndugu wetu kimpatia franga kidogo, hesabiatuma miezi, atakuonyesha triple me ukepatia komunote ingine au kabila ingine yenye nazwa kulima yenye nazwa kufuga haitaweza vile. Nikusema nini, fablese yako udhaifu yako, kumbe ni fursa ya mtu mwingine, ujia ya komunote ingine. Sisi wote tuna tunatuo komplementaire, chenye hauwezi weza ne ninaweza kiweza. Si ndio? Ile ni utajiri. Kutunyanganya hiyo kitu, walikuwa nalenga vitu vingine, kwa maana tunasema ubaguzi hatuitaki, tuitikane, lakini ikongo yetu kwenye kushafika, mtu haongee lugha ya kwako, unamkamata ome etrange, unamuchinda unamuchoma unamukula nanatena kargasoke yu nikwandusha

Nchi yetu ilikuishafika pabaya juu ya kubaguana, watu wanachinjana, wanakulana, wanatema makaraka zote hizi. Ile nchi hatuhitaki sisi, tunapenda watu waishi kwa umoja, sababu hakuna kominote ambayo itafukuza ingine, si ndio mweza pena wishi nyewo wenyewe nye na mko na wandugu mwenzamo, wa amesema penda jirani yako kama unajipenda wewe mwenyewe. Ile neno naficha kitu ingine, penda mwenzako jinsi unajipenda wewe mwenyewe, inamaanisha kwamba mbele upende mwengine, ilifuwa usikia butano ya kujipenda, sikia butano ya kujipenda ulipatia na mtu mwengine. Usijikatale, upende mwingine, jipende kwanza, upende jirani yako vile vile unavyojipenda hipenda. Njo maana sisi tunawahubiri kwamba umoja wetu ndio nguvu. Nikigusia ku usalama, munazoasikia kwamba tunasema kongo wetu tutajengwa na sisi wenyewe na usalama wetu utajengwa na sisi wenyewe Tumekuyauliza si populasion ya Turunga, je, munalala kuko sekirite? Ayu, ayu. Sekirite iko iko, asante. Na kama hakuna kuko hule makaa izolewa kidogo kidogo, njo tumekuya ongelea, mtupatie mawazo yenu juzi ya kumumaliza, alafu sisi tuchape kazi njo mwaongezi ile. Mtuambie vitu viko hivi, mkifanya hivi usalamu takuwa. Ndio maana tunakuja kuongea na nyinyi jana, Kongo itajengwa na sisi wenyewe.